Michuano ya kafu mechi za nyumbani huwa zina mahesabu makali mno, na plan A to Z. Ni maneno ya Edi Nonga, ambaye ameweza kufunguka e, muda mfupi kabla ya klabu ya simba haijaingia uwanjani kwa ajili ya kujiwinda dhidi ya Petro Atletico di Luanda. Kwa mjibu wa Edi Nonga andai kwamba kama unahitaji mtu ambaye anauonesha mpira kimbinu unavyochezwa uwanjani, basi hii simba ya Dimitali Pandevu inacheza hivyo kwa sasa. Huwa anaigawa mechi kwa vipindi na kila kipindi cha robo tatu ya mwisho ndio huwa anayemaliza mechi, eh, like boxing fight, flani hivi hivi. Hii JKT walikutana nayo Soa awa Morris, na hata Mpanzo aliwafanya kwa wachezaji wa kwenda kumaliza mechi. Sasa una imagine quality za wa, hawa wachezaji alafu wanacheza kwa dakika ishirini mpaka thelathini, lazima watakupa kitu kikubwa kwa haraka. Naamini hii mechi na Petro E, di Rwanda anaijua umuhimu wake Simba basi e, basi matokeo yao, na ndio utaratibu wa michuano ya CAF. Mechi za nyumbani huwa zina mahesabu makali mno, na plan A up to Z ni kupata alama tatu, hivyo naamini hiyo mechi nyingine kuiona sura ya meneja Dimitari Pandevu, ambapo aliweza kufunguka muda huyo wakati akitolea mfano klabu ya Simba Sport Club na meneja wao Pandevu, jinsi ambavyo wanaigawa mechi yake katika vipindi tofauti tufaut, tofauti, na kila kipindi kikiwa na mchezaji wake huku vipindi hivyo vikiwa vinafanya kazi ya kuamua mechi e, ni muda gani mechi waweze kuamua. Lakini kwa upande wa michuano ya kimataifa hususan hii ya Kafu hii huwa inahitaji sana, haihitaji mbinu, haihitaji kucheza mpira mzuri. Kinachohitajika ni matokeo, na sio matokeo tu, inahitajika kuweza kupata alama tatu ili kujiweka sawa na kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufuzu kwenda robo fainali ambapo klabu ya Simba ni miongoni mwa klabu eh, mbili zilizopo hapa Tanzania ambazo zinashiriki michuano ya eh, klabu bingwa barani Afrika ambapo timu ya kwanza ni Yanga ambayo iliweza kushinda kwa goli moja kwa sifuri mbele ya AS Farabati kutokea Moroko. Hivyo Simba atashuka kibaruani kumenyana na Petro Atletico de Luanda ya Angola.